Hakuna anayefahamu utaratibu wa usaili wa JWTZ unaendaje, zaidi ya JWTZ wenyewe. Mamlaka husika ndio wanafahamu mambo ya usaili, lakini wapo fea mno, mambo yao pia yako makini. Zingatia haya mambo, yatakusaidia sana sana sana. Namba moja: ni uwezo wa kimwili physical fitness. Kama haukimbii jifunze kukimbia, zidisha pushups, ushauri wangu. Namba mbili: endelea kujinoa kielimu, mfano tafuta hata fani adimu kutoka VETA, jifunze vitu kama welding aluminium na mwisho Endelea kuwa mvumilivu, zidisha maombi.